Kila mtumishi wa SIDO mimi pamoja na mheshimiwa waziri tunawataka au tunawaomba kila mmoja kwenye nafasi yake aonyeshe mchango wake, na tufanye tafiti ili tuone nchi zilizoendelea viwanda vidogo na vya kati walifanya nini. Tafiti za zamani tuzitumie, tujue walikosea wapi. Tafiti mpya za sasa, waliofanikiwa tuzitumie, ili tuweze kwenda mbali zaidi. Tuendelee kusukuma nguvu kubwa sisi wenyewe kutoa mikopo lakini pia kufungua fursa za utoaji wa mikopo kwa vijana na biashara zote ndogo ndogo zinazoanzishwa za wajasiriamali, biashara za kati na biashara hizi zilizo katika mfumo mzima wa masuala ya viwanda na biashara. Uchumi wa nchi unategemewa sana na mapinduzi makubwa kwenye viwanda vidogo na viwanda vya kati. Viwanda vidogo na vya kati ndivyo vinavyozalisha au kuchagiza malighafi kwenda kwenye viwanda vikubwa. Viwanda vidogo na vya kati ndio nyenzo muhimu ya kila mmoja ambaye anaweza kuimudu kwa kupata mikopo yenye masharti mnafuu au mitaji binafsi. Viwanda vidogo na vya kati ndivyo vitakavyoweza kuajiri watu walio wengi zaidi. Viwanda vidogo na vya kati tunavitegemea katika kutoa mchango mkubwa kwa taifa letu katika mapato kwa maana ya GDP. Kwa hiyo matarajio yetu sisi SIDO na Wizara ya Viwanda na Biashara ni kumkuza aliye mdogo, kesho aitwe wakati. Na kumkuza aliye wakati, kesho aitwe wa mkubwa. Na kipaumbele chetu ni kutengeneza matajiri wa viwanda wa Tanzania ambao mitaji yao itabaki ndani ya nchi, itatengeneza faida ndani ya nchi, itatoa ajira ndani ya nchi itaongeza kipato cha serikali kwenye uchumi ndani ya nchi, lakini pia itakuwa na hata kwenda kuwekeza nje ya nchi, na sisi tuwe na mashirika na makampuni yetu na viwanda vyetu na Watanzania wawekezaji wetu wanaoweza kwenda nje ya nchi, tutengeneze kina Dangote wa Tanzania. Ndiyo kiu na shauku ya Dkt. Samia Suluhu Hassan, na ndiyo maana Judith Kapinga na Katambi wako Wizara ya Viwanda na Biashara. Kwa misingi hiyo, mheshimiwa waziri, unaiona taasisi yetu kwamba hii ni taasisi muhimu, na ikifanya kazi vizuri na tunavyoendelea kuireform kuiwezesha, tutahakikisha kwamba ndiyo ina, inayoweza kutekeleza yale maono ya uchumi jumuishi kwa sehemu kubwa uchumi shindani, lakini na himirifu. Tunakuahidi tutatekeleza pamoja na changamoto zilipo, lakini umeona, na kwa kuwa umetufungulia milango wazi, naamini tutatekeleza na tunaahidi kukufurahisha mheshimiwa waziri.